Sasa muangalie mambo haya. Mwaka 2018. RC haupo mkoa huu. Mimi sipo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Haupo. Inawezekana na viongozi wote hamkwepo. Lakini nyaraka zinabaki. Kama tabia unayo ipo, ipo tu. Hii tabia huyu bwana anayo sio kwamba anasingiziwa. Alianza kutuambia hapa kwanza nidhamu ya ovyo tu. Eti nilikuwa na date nesi na, na mganga mkuu. Kwa hiyo akawa ananichukia kwa sababu tuna date msichana mmoja. Sawa? Inawezekana hatu, hatuna tatizo na hilo. La pili, tabia mbaya, kujibu magonjwa majibu mabaya, kauli mbaya, lakini kufanya mapenzi na wagonjwa kwenye chumba cha upasuaji. The same same scenario, utakuja useme huyu dada akusingizie wewe kwa ajili ya nini? Ilitokea mgonjwa mmoja anaitwa Jafari Hamisi Juma, yule mgonjwa msikia, akaja hapo hospitali saa kumi na moja alfajiri, alipofika alivyofika huyu Juma Juma ni mzee, ana kijana wake anaitwa Jafari Juma. Huyo mzee alimleta mwanaye hapo hospitali akafika, akapokelewa ni, ni, ni, ni, ni emergency, lakini wakumwaroketi kwenda wodini huko, muuguzi wa, wa, wa zamu inavyoonekana hiyo asubuhi hakuwepo, wakagonga sana kwa maelezo ya ile mzee. Bahati nzuri alikuja mpaka ofisini kwangu, akagonga sana mlango ule baadaye ikaenda ikaonekana huyu mama hakuwepo, akapigiwa simu huku alikokuwa, akaja, akaja amekasirika kweli, kweli. Alipokuja anasema, nyie washenzi ndio mnayosababisha mimi napigiwa simu kuja kuwaona nyinyi wapumbavu, nyie na si wahudumii, sasa nendeni popote mtakapoenda. Huyu baba alipiga magoti, anamwomba radhi kama wamekosea, tunaomba utusamehe ni kutokujua, asema nimewaambia nendeni popote sitawahudumia. Akakata katakata, wakarudi kule, sijui nini kiliendelea, lakini akaweka msimamo na hakuna chochote kiliendelea. Huyu baba akaona mwanaye asije akafia pale, akambeba akarudi naye nyumbani. Yule kijana akafa, lakini haya yote yanafanyika yote, ndugu zangu, wewe mganga mkuu haupo hapa, hebu usimame ni kijana wala sio mzee. Una shida gani? Haya yote huwa uyajui wewe haya? Ukaunda kamati, hili limekuja kwako, ukaunda kamati nzuri tu ya wataalamu ambao sisi tunaamini sote hapa, sio sio sio kamati ya kitaalamu, ulikuwa na la kwako ambalo ulikuwa unataka kulificha. Wewe unaficha au ni uzembe au huto kuto kujalite, lakini kamati, wewe mwenyewe unaishangaa, kweli ni we ulioiunda, ikatuletea taarifa ya uongo. Mganga mkuu wa mkoa akaunda kamati ya wataalamu ikaleta na comprehensive report. ikisema kamati ile iliyoundwa imetoa taarifa ya uongo ya wilaya, licha ya kuwa mkuu wa wilaya alikuagiza uunda kamati, lakini ulidharau au ni uzembe. Na wewe mmesema rasmi, mmeandika barua TAMISEMI, mmeandika barua TAMISEMI ahamishwe. Hakuna kuhamishwa, asimame kazi. Kama TAMISEMI watamuhamisha, wamuhamisha, lakini sio kwa nafasi ya mganga mkuu. Tunaelewana? Yaani iwe comment kabisa bolded. Kwa makosa haya aliyo nayo mkurugenzi hapa, sijui kama na mamlaka au ni RAS, msimamishe huyo mtu kazi. Mganga mkuu, lete mganga mkuu mfawidhi hapa, DMO hapa akaimu hiyo nafasi mpaka mtakapofanya marekebisho baadaye. Huyo nes wewe, na yule uliyempa mwenyekiti wa kamati afarishe sijui nani, wote msimame kazi. Tumeelewana? Mganga mkuu leo leo, lete DMO hapa akaimu nafasi. Hata hapo hapo tafuta madaktari, sio wapo wapo, wenye nidhamu na adabu. Hata pale mkoani lete mtu akaimu nafasi, toa kitete daktari pale aje kaimu hapa, kwa sababu sasa hawa mambo tu yafanyeje? Leo huyu mtu anabaka wagonjwa ofisini, wadini huyu anasema siku tibi naenda popote, maanake popote utakapompeleka hawezi kufanyiwa kazi. Sasa simame, nione atakayekuja kuniuliza. Mambo geni. Sasa tufanyeje? Hawa wananchi waende wapi? Huyu wakati anabaka alikuwa na daktari mmoja hiyo yule. Hatumtuhumu yule mama, lakini ahojiwe yule ambaye alisema kwamba siwezi kumvua hoteva mgonjwa, sijui mpaka daktari wa kike awepo au muuguzi wa kike, yule ahojiwe. Kama kuna makosa na yeye aingizwe kwenye makosa, ahojiwe seriously, kwa sababu kama lengo ilikuwa ni kwenda kushuhudia, kwa nini aliondoka akamwacha huyu na mgonjwa? Tunaelewana jamani, ndugu wa